Wengi wetu walikuwa hawajaenda shule, mlisikia hapa wazee wetu wanasema jana kwamba Mungu ametujalia sana neema ya theolojia, sasa hivi inapanda. Tuna madokta wengi sana, Masters ndio usiseme. Degree sasa imekuwa kitu cha kawaida, na tumeanza hata kuzalauliana sasa hivi sasa na diploma Na wewe unasema una, una kitu cha kusema kusiseme, wakati tumekaa hapa watu wa degree: wewe, wewe wa diploma nyamaza. Tumeshafika huko sasa hivi na inabidi tu tujichuje. Ukiona una diploma wakiwepo wenye degree, unanyamaza kimya. Na ukiwa na degree moja wakaonekana wenye masters, unanyamaza kimya, waseme wao, lakini nataka nikuambie kiroho, eh, kiroho ndugu yangu hakichambuliwi kwa wingi wa doctrine, hakichambuliwi kwa wingi wa degree. Kiroho kiko tofauti, kinajitenga. Yani, yani kinajitenga, kinakaa hapo mbali. Watu waliotenda makuu sana katika ulimwengu huu, fuatilia kina William Seymour, kina Smith Wigglesworth, watu waliotenda makuu sana katika ulimwengu huu hawakuwa watu wenye elimu lakini walikuwa ni watu wenye Roho Mtakatifu, walitenda makuu sana katika ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wewe mwangalifu, unapo pursue higher things you must also pursue higher dimensions of the Holy Spirit. Na hakuna kitu kibaya kama hicho. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa, watu wa Mungu, tuhame tulisema kurudi kwa Yesu kuko